Mimi unajua, toka siku ya kwanza nilikuwa nawaambia, mimi kwa daraja ambayo niko nalo eh, nitakuwa mtu wa ajabu kama nitaanza kubishana kauli za Kristina. Ana levu yake, mwacheni akae hapo kwenye levu yake, azungumze maneno kwa levu yake, alafu sisi wa levu nyingine tunaendelea na shughuli nyingine. Acha tuuache mchezo kubakie kuwa mchezo na mchezo ndio uzungumzwe eh, tuwache mchezo uzungumzwe, players wapewe nafasi, technical bench wapewe nafasi, tuache game ichezwe, ama mengine mengine haya haya nafasi. Na mimi toka sio kwanza niwaambia, niko hapa kwa ajili ya kuizungumzia yake Atakaekatiza mbele kwenye Yanga yetu tashughulika naye. Sa Kristina amekatiza kwangu? Mimi siwezi kudili naye lakini semaji... kama mtu akatize kwa hii timu, hapo ndio tadili naye. Sawa semaji, pengine ungelizungumzia hili la yeye, hmm. kupa wewe masaa 24 kuweza kuomba msamaha, pengine watu wanataka kusikia kauli yako wewe. Ujaona hiyo kama ni kichekesho? Hii ya kwako wewe sasa, nakuuliza hiyo kauli. Wo ujaona kama ni kichekesho? Ndio nakuuliza hiyo kauli kwamba msemaji wa Tabora anamgea msemaji wa Yanga masaa 24. Wewe mm. We ujaona kama ni comedy hiyo? We umeipokea vipi? Hiyo ni cheka tu kaka. Eh Ahmed e, <laughs> <Taali. laughs> <Pagana. No, alikamu. laughs> no, na tayari no unaingia kwenye mfumo alikamu, pengine kuna e, taarifa tayari tumeiona ikitoka kasi kwa kile ambacho kimeendelea kuzungumza kwamba tayari tayarinie taarifa imefika, na baadhi ya watu walikuwa wanazungumza tu, pengine hawana uhakika, imekuwa ni fununu hmm. Lakini leo imeonyeshwa kwa kweli mlidhamilia mli na mnaendelea kudhamilia kwa, kwa mko serious kwenye tukio ambalo kwenye jambo ambalo mmekuwa mkizungumza kwamba mchezo hamchezi e, kwa kile ambacho kinaendelea pengine hii ina, ina, ina, ina, ina naonyesha mko e, mko serious kiasi gani kwenye swala hili. Sisi kama Yanga tuko serious kwenye kila jambo ambalo lina interest na taasisi yetu, lakini kwenye hii ishu ambayo umeuliza ya Kasi nafikiri uh, kwanza si busara kwa watu ambao wameandaa mchezo wa kesho, tukaipa mileage kubwa nafasi hiyo au stori hiyo, tukaacha kuzungumzia mchezo husika. Acha tuuzungumzie mchezo wa kesho. Mchezo wa kesho malizike taasisi hii ya Yanga itarudi ofisini. Kama kuna ulazima wa kuzungumza na umma, tutawaita waandishi wa habari, tutakwenda kuzungumza na umma kuhusu hilo jambo. Ila kwa sasa hivi nimejibu kwa swali lako la kwanza, kama sisi tuko serious kwenye kila jambo, lakini pia hii si platform sahihi ya kuzungumzia jambo la kasi. Ni platform kwa ajili ya mazoezi ya mwisho ya mchezo wa kesho. kwa naamini public, wakiwemo wanachama na mashabiki wa Yanga, akili yao imejikita kwenye kusikia kwanza habari zinazohusisha mchezo wa kesho. Ukishamalizika huu, tutakuwa na muda hapo. Kama club mtendaji mkuu ataniambia kuna taarifa ya kuileta kwa umma, tawaita, tutazungumza, wala usiwe na eh, wasiwasi. Ulisema, hii si mechi mechi ya kawaida ni mm. mechi ya kulipiza kisasi mm. Lakini baadaye tena tulikusikia unasema kwamba mm. wapo ambao wanatengeneza ionekane ni mechi ngumu ama ni mechi kubwa mm. Lakini kwa nini si mechi kubwa? Yeah. Tuondoke na hivi kwenye ni mechi si ya mechi ya kawaida au ni mechi si ngumu. Ondoka na vyote, ondoka na vyote, ondoka na vyote, kwamba ni mechi kubwa, ni mechi ya kisasi kwa Yanga Afrika. Lakini ondoka na la pili, kwamba sio mechi ngumu. Unajua, mechi inaweza kuwa kubwa lakini isiwe ngumu. Sikuwa naelewa, eh. mechi inaweza kuwa ngumu lakini isiwe kubwa zikaza kukutana timu za madaraja ya chini kabisa lakini mechi sio kubwa lakini zikawa ngumu na mechi zinaweza kuwa kubwa kwa factors tofauti tofauti lakini sio ngumu kwa mfano mechi hii ya Yanga na Tabora kwa nini imeingia kwenye trending? sio kwa sababu ya quality labda ya timu zote mbili ni kwa sababu ya historia, matokeo ya mechi iliyopita. Ni kwa sababu ya mazungumzo mengi ambayo yamezungumzwa nje ya uwanja. Sasa hayo mambo yanafanya mechi ingie kwenye trendi, mechi ionekane kubwa, mechi iwe na msisimko, watu wataki kuifuatilia. Lakini ukizungumza mechi ngumu, mechi ngumu ni kitu tendo kingine kabisa ambacho kinaamuliwa hapo kwa tathmini ya dakika 90. Sasa wewe tu ukiangalia ni mechi kubwa, mechi ngumu ngumu, ngumu sio kubwa. Hey, nabii yote majibu kusema mwanzo wewe ndio nasigida kwa atafuta na afande ndio wewe. Ndio wewe. aituambia afande kwa mtu anasigida hapa kasahau bei <laughs> kwenye gari la polisi kusema shehe, una ujasiri yaani <laughs> <laughs> kakodi gari la polisi kaja nalo <laughs> na kaacha <begi. laughs> <laughs> Eh? Watu mwanzoni pia wali taarifa ya kwamba uwanja umefungiwa mm -hmm. kabla ya mechi yenu. Kuna ambao mm -hmm. walifurahi, lakini pia baadaye baada ya kurejeshwa hapa Tabora wenyewe walionekana kufurahi zaidi wakiamini, okay, ni uwanja moja viwanja ambavyo kwani itakuwa ni ngumu na itakuwa ni rahisi kwa mm. kupata matokeo. Okay, umeshafanya training hapa umeuonaje uwanja, na unawaambia nini wananchi ambao pengine bado wanalema mm. kusema huu uwanja uh, muhimu singerudi. Yeah, hapa kwa heshima kubwa ya watu ambao wanaosimamia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, huu uwanja uko vizuri kabisa kwa sababu TFF wao huwa wanatuma wakaguzi, mimi sio mtaalamu wa mtaala viwanja. Wakishatuma wakaguzi, maana yake wanajiridhisha kwenye zile standard ambazo wanazihitaji za uwanja zimefikiwa, jambo ambalo sisi Yanga Tabora, wenyewe hawa TFF, bodi ya ligi na wadau wa mpira wanaliomba kusitokee na badiliko ya hali ya hewa, mvua ikanyesha. Mvua ikinyesha, picha ita ina standard gani? E, ita itaharibika ita, tumeshuhudia mechi ya mwisho ambayo ilichezwa hapa ya Tabora na Kagera, mvua ilinyesha na picha haikuwa kwenye mazingira mazuri yo hilo ni dua la wapenzi wa soka, ili tu enjoy mpira mzuri, jua liwake kama hivi kesho insha allah, ili watu waje waone pasi zikiingia. Kuna mtu mmoja amesema nitakuja kupigwa pasi hapa kama namba za vocha, unajua namba za vocha <laughs> Mungu atupe uhai tu kesho ifike wallahi. na nani Ake, hmm. Uh, tunampa ilikuwa ilikuwa ilikuwa movie ya Tom na Jerry, achana naye hiyo inaozungumzia ilikuwa ni mtona. Movie ya Tom na Jerry ya kesho ukiwasha tu TV yako utaona kwamba Tom atakuwa anamkimbiza Jerry, yeah. Inakuwa sio jambo la kushtua sana, ila kesho kwa sababu Tom hayupo tabakia mwenyewe kukutana jei sana mtu mwingine e, Tom na Jeri ile mechi, hata wewe uliona. Achani kuuliza maswali ambayo nanyii majibu mnayo, okay. E, we ukiwasha TV katuni ya Tom na Jeri, naye anamkimbiza mwenzake, si Tom anamkimbiza Jeri, tuchochokiona hapa kwenye ile mechi. Kwo sisi tunaamini kesho tuna nafasi ya kuweka standard yetu kama Yanga, kwanza kwa heshima ya mashabiki wau mkoa. Yanga haijakuja muda mrefu watakiwa wapate furaha na tumezungumza na wachezaji mara kwa mara, kocha anazungumza nao kuhusu kujituma na kuweka jitihada, kuwafikiria pia mashabiki ambao wamekuja leo tuweze kupata matokeo mazuri. Tabora wajua kwenye msimamo pale walipokuwepo sio kwa bahati mbaya. Eh, ligi yetu ni ngumu na wao wameweza kupambana kuokota pointi na wanataka kuthibitisha kwamba msimu huu wao sio timu dhaifu, wanataka kuchukua na wamekazia kwa, wanasema kwamba levo ya quality ya wachezaji wa Yanga sawa sawa na wachezaji wa wa Tabora. Mtafutie hiyo clip Tabora hiyo clip kwamba wachezaji nitaka niitume mahala sio miongoni niko peke yangu, <gulina> yangu. E, sio miongoni kuna mwingine niko peke yangu kwa e, kama kuna clip hiyo mm, kwamba wachezaji wa Yanga hawana uwezo, naombeni mnitumie sasa hivi, jambo lishaanza kuonesha watu. Sijaipata hiyo clip; nikiipata sasa hivi mbele yenu hapa na kwenye group la wachezaji naweka pale na tafsiri pale Kifaransa na tafsiri pale Kiingereza na tafsiri pale ki na Kilingala ili nani Kangarombo naye asipate shida shida, mkuu inshallah. Tusubiri kesho tujua ataitolea kwenye mfuko upi, sio na haraka, mfuko wa shati au mfuko wa suruali. Kangalombo unajua ni miezi yake ya kwanza kwenye timu na mchezaji yote ambaye anakuja mara ya kwanza kwenye timu, motivation yake kubwa ni kuingia kwenye kosti ya kwanza kuanza kwenye kosti ya kwanza kwa sababu ya uh, ushindani wa namba na fitness yake pia haikuwa kwenye level nzuri. Sasa hivi tunaamini ameshafika hapa na anataka kugombania namba. Kwa maana kila mechi anapata nafasi anafunga. Okay, so, mazoezi ameanza sasa beta. Unaona umeacha kunihoji, unaangalia mazoezi. Asanteni. <laughs>